Ebana nimepata wasaa wa kuweza kuzungumza na ChatGPT na nimejaribu kumchallenge kumuuliza kwamba kwa, kwa, kwa akili yake kwa utabiri wake nani atashinda uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo swali ambalo nimemuuliza kwamba unatabiri nani atashinda e, uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu? Akaanza kwa kuniambia kwamba uchaguzi wa Tanzania unatarajiwa kufanyika tarehe 28 Oktoba ya mwaka 2025. Kwa sasa ni mapema a kutoa utabiri e, wa uhakika kuhusu mshindi, lakini kuna viashiria vinavyoonyesha mwelekeo wa kisiasa. Wagombea wakuu ni Samia Suluhu Hassan ambaye kupitia chama cha CCM, rais wa sasa ambaye ameteuliwa rasmi na chama cha mapinduzi CCM kuwania muula wa pili tangu kuchukua madaraka na moja baada ya kifo cha John Magufuli. Amejitahidi kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Hata hivyo, baadhi ya wapinzani wanasema kuwa ahadi zake za mageuzi za kisiasa hazijatekelezwa kikamilifu. Mwingine ni Dorothy Semu wa ACT Wazalendo, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Ametangaza nia ya kuwania uraisi mwaka huu, amechukua fomu ya uteuzi rasmi, akisisitiza haja ya mwelekeo mpya wa uongozi wa taifa. Mtu mwingine ni Tundu Lisu kupitia CHADEMA, mwanasiasa wanasiasa mashuhuri wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa serikali. Alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa CHADEMA mnamo Januari 25 ama Januari mwaka 2025. Lisu amekuwa akipitia changamoto mbalimbali akiwa, e, ikiwa ni pamoja na kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017 na kukamatwa mara kadhaa mwaka 2000 na 24. ChatGPT anatuambia kwamba mazingira ya kisiasa , CCM imekuwa madarakani tangu uhuru wa Tanzania mwaka 1961, na, na ina mtandao mpana wa kisiasa na kiutawala. Hata hivyo, upinzani umeendelea kukabiliana na changamoto ikiwa ni pamoja na madai ya ukandamizaji na ukosefu wa usawa katika uwanja wa kisiasa. Uwezekano wa matokeo. Kwa kuzingatia historia ya CCM na hali ya sasa ya kisiasa, inaonekana kuwa chama hicho kina nafasi kubwa ya kushinda tena. Hata hivyo, mafanikio ya wagombea wa upinzani kama Dorothy Sem na Tundu Lissu yatategemea uwezo wao wa kuhamasisha wapiga kura na kushughulika na changamoto zilizopo. Hitimisho akasema, ingawa ni vigumu kutoa utabiri wa uhakika kwa sasa, uchaguzi wa mwaka huu utakuwa kipimo muhimu cha kuelekea e, cha mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Ni muhimu kwa wapiga kura kufuatilia kwa ukaribu kampeni na sera za wagombea ili kufanya maamuzi sahihi. Sasa nikamuuliza, je, ni nani unahisi hawezi kushinda uchaguzi? swali hili akanijibu kwamba swali hili ni nyeti, lakini naweza kutoa mtazamo kwa kuzingatia hali halisi ya kisiasa historia ya uchaguzi nchini na nguvu ya vyama pamoja na wagombea kwa sasa, mgombea ambaye ana uwezekano mdogo wa kushinda uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025 ni Dorothy Semu kutokea ACT Wazalendo. Sababu kuu ni hizi hapa: nguvu, nguvu ya chama chake ni ndogo ukilinganisha na CCM na Chadema. ACT Wazalendo ni chama kinacho kinachokuwa lakini, bado akijapata ushawishi mkubwa wa kitaifa kama CCM au Chadema, na kujikita zaidi zaidi Zanzibar na na na maeneo maeneo machache ya ya ya bara bara kinajikita. Namba mbili, ni mikakati ya kisiasa bado inajengwa. Hata kama Dorothy Semu ni kiongozi mwenye msimamo na dira, ACT bado eh, linaonekana kuwa ni changamoto katika kufikia maeneo ya vijijini, kujenga mtandao mkubwa wa chama nchini kote. Mgawanyiko wa kura za upinzani: uwepo wa wagombea wawili wakuu wa upinzani Semu wa ACT Wazalendo na Lissu Chadema kunaweza kukagawanya kura za wapinzani wa CCM, jambo ambalo linaweza kumdhuru zaidi Semu, kwani Chadema tayari ina mizizi mipana zaidi. CCM ni mpinzani mwenye nguvu sana, kwa kuwa Samia Suluhu Hassan anawakilisha CCM, chama ambacho kina nguvu kubwa serikalini, kwenye vyombo vya habari na hata katika mitandao ya kijamii na serikali. Ni vigumu kwa mgombea wa chama kidogo kama ACT kuibuka mshindi. Hata hivyo, katika siasa mambo huweza kubadilika ghafla. Ikiwa eh, kutakuwa na muungano wa vyama vya upinzani au tukio kubwa la kisiasa, hali inaweza kubadilika, lakini kwa sasa kwa hali ilivyo Lorotisemu ndiye mwenye uwezo ama mwenye uwezekano mdogo zaidi wa kushinda. Haya, nikaendelea, sikumwacha hapa Chat GPT, nikamuuliza: Je, Tundu Lissu unampa asilimia ngapi za ushindi? Na Samia Suluhu Hassan, je unampa asilimia ngapi? Uh, response yake ya kwanza alisema hii ni tafsiri ya kisiasa na sio utabiri rasmi, lakini kwa kuzingatia mwenendo wa kisiasa nchini Tanzania, historia ya uchaguzi na hali ya sasa ya vyama, naweza kutoa makadirio ya uwezekano wa ushindi kwa asilimia kwa wagombea wawili wakuu kama ifuatavyo. Akasema Samia Suluhu Hassan, kupitia tiketi ya chama cha CCM, makadirio ya ushindi ni asilimia 25 au 75, kwa sababu CCM ni ina mtandao mkubwa wa kitaifa hadi ngazi za vijijini serikali ipo mikononi mwa chama hicho, hivyo matumizi ya rasilimali yanaweza kuathiri matokeo. Samia anaonekana e, na baadhi kama viongozi wa mageuzi ya polepole pole, akiwa ameimarisha diplomasia na kurejesha baadhi ya uhuru wa vyombo vya habari. E, anaungwa mkono na baadhi ya makundi ya kimataifa. Tundu Lissu nguvu aliyonayo, ana sauti yenye mvuto, ufuasi mkubwa hasa miongoni mwa vijana wa mjini na historia ya kuwa mpinzani jasiri zaidi eh, ya mifumo ya kiimla. Changamoto: ukandamizaji wa kisiasa, ukosefu wa fursa sawa katika kampeni, pamoja na kumbukumbu -kumbu za kushambuliwa kwake zinaweza kumtisha ama kuwavunja moyo wafuasi wake. Hali halisi ya kisiasa, ana, ana, ana, anayo nafasi nzuri, lakini bado anahitaji upinzani uwe na mshikamano wa kweli ili kuongeza nguvu. Kwa hiyo Tundu Lissu ana asilimia 30 za kushinda uchaguzi wa mwaka 2025. Tundu Lissu CHADEMA, makadirio ya ushindi ni asilimia 20 hadi 30, sababu ana ushawishi mkubwa wa vijana kwenye majiji na kitu kama hicho. Sasa wanatuambia athari zingine zinazoweza kuathiri makadirio haya: mwamko wa wapiga kura, kama kutakuwa na mwamko mkubwa wa vijana, Lissu anaweza kuongoza asilimia muungano wa vyama vya upinzani ikitokea, asilimia za Lissu e, zinaweza ku... Ikitokea muunganiko wa vyama vya upinzani, asilimia za Tundu Lissu zinaweza kupanda hadi kufikia arobaini au zaidi. Matokeo ya mabadiliko ya sera ama matukio ya kisiasa kabla uchaguzi ya uchaguzi yanaweza kumpunguzia au kumpa faida yoyote kati yao. Nadhani tuelewe vizuri baadhi ya vitu ambavyo ChatGPT inazidi kutuambia. Sasa wanatuambia kwamba asilimia tano zinazobaki hizi zinaenda kwa mgombea kama Dorothy Semu wa ACT Wazalendo na wengine wa vyama vidogo vidogo, ambao wanaweza kuchota kura chache na kuathiri matokeo ya upinzani ama matokeo ya wapinzani wakuu. Ikiwa, uh, anasema uh, ikiwa huu ungekuwa msimu mpya wa tamthilia, hapa ndipo ungeanza kusikia ngoma za, ke, za kienyeji zikilia kwa, mba, kwa mbali huku kamera ikianza kupiga mandhari ya kijiji kinachosubiri matokeo ya uchaguzi. Sasa kuja nimuulize kitu kingine, ujue Kikwete ni gwiji wa siasa. Nimuulize, je, Kikwete anaweza kumshauri kitu gani Samia au tundu Lissu? Haya, ngoja tusubiri majibu yake. Eh, anasema sasa hapa tunatizama kwenye mlango wa nyuma wa Ikulu, mahali pa ushauri wa siri, eh, siasa za ukum ukumbi wa ndani na busara za wazee wa chama. Hebu tufungue pazia tuone nini Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete angeweza kuwasema kwa busara zake kwa Samia Suluhu Hassan na Tundu Lissu kila mmoja kivyake. Kwa Samia Suluhu Hassan ushauri kutoka kwa mzee wa CCM, cha kwanza atamwambia punguza hofu ya upinzani, siasa ni mashindano ya hoja. Kikwete alijulikana kwa mtindo wake wa kupunguza joto. Angeweza kumshauri Samia kutohofia kuacha, kuachia vyombo vya habari na vyama vya siasa vitende kazi kwa uhuru zaidi, maana demokrasia inajijenga hivyo. Kitu kingine ambacho Kikwete anaweza kumshauri Samia ni kwamba, rudi kwa wananchi wa kawaida, watakwambia ukweli. Kikwete alikuwa rais wa watu mwenye kawaida ya kwenda sokoni ama e, kushiriki misiba ya kawaida. Angemshauri Samia asikose nafasi za kusikiliza kilio cha wananchi mmoja mmoja, hasa wale wa vijijini. E, kitu kingine ambacho anaweza kumshauri kwa atamwambia kwamba jenga ushirikiano na wapinzani wa kweli. Angeweza kumnong'oneza Samia kwamba nguvu ya rais sio kupambana na wapinzani, bali ni kuonyesha ujasiri wa kushirikiana nao pale inapobidi. Sasa, hayo ni maneno ambayo ChatGPT anatuambia kwamba kama Kikwete angeamua kumshauri rais Samia, basi angeweza kumshauri hivyo. Sasa na kwa upande wa Tundulisu, ushauri na hekima kutoka kwa mkongwe JK, ndo hivi ambavyo angeweza kumshauri. Atamwambia punguza hasira, ongeza mikakati. Kikwete anaweza kumwambia Tundulisu kwamba ni shujaa lakini ushindi haupatikani kwa maneno makali tu. Siasa ni mchezo wa muda mrefu wapiga kura wanapenda matumaini, si mapambano kila wakati. Jenga miunganiko, usiende kivyako. Kikwete ana historia ya kusuka miunganiko ya ndani ya chama na nje pia. Anamjua ana, ana, ana, ana Lissu, eh, ni mdomo mzuri lakini, angemwambia kama ACT, NCCR na wasomi wakiungana na wewe, ndipo CCM watahisi presha ya kweli eh. Kitu cha tatu anaweza akamwambia usiache kutabasamu Kikwete alitabasamu hata alipokuwa akipingwa. E, tabasamu linawavuta watu. Lissu akiwa na, msim, na, na msimamo wake, lakini akiongeza utu na uvumilivu kwa wapinzani wake anaweza kupata heshima hata kutoka kwa waliokuwa hawamwamini. Kiufupi, Kikwete ni kama babu kwenye ukumbi wa siasa. Hasemi sana, lakini akikuita pembeni, anasema mambo ambayo yanaweza kubadilisha ramani ya taifa. E, ungependa nimwandikie barua nimwandikie barua ya kufikirika kutoka kwa Kikwete kwenda kwa Samia au Lissu yawe kama ushauri wa siri wa baba wa taifa la kisiasa? Okay. Ngoja nimwambie ChatGPT andika. Okay, sawa. Niandikie, nimekuwa so, ni, ni, ni mtu ambaye nafurahi sana ku, ku, ku chat sometimes na ChatGPT kwa sababu ni akili bandia ambayo kiasi kikubwa sana ina akili yenye uhalisia. Barua ya siri kwa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, kutoka kwa Jakaya Kikwete, Dodoma, Tanzania, Aprili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mpendwa dada Samia, na kusalimu kwa jina la amani na utulivu, zile zawadi mbili ambazo taifa letu limezaliwa nazo tangu enzi na, na Mwalimu tangu enzi za Mwalimu Nimekaa kimya kwa muda mrefu nikitazama kwa macho ya hekima jinsi unavyoliongoza taifa hili katika upendo wa kisiasa. Najua si kazi rahisi, na mimi mwenyewe najua vumbi la siasa linavyochoma kwenye kope, lakini umeendelea kusimama imara. Hongera. Lakini ndugu yangu, wakati mwingine nguvu ya kiongozi haionekani kwenye mikutano mikubwa au hotuba kali, bali e, kwenye ujasiri wa kusikiliza sauti ya wale waliopoteza imani hata kama ni wachache. Wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu, naamini kuna hatua unaweza kuchukua, si kwa ajili ya kura pekee bali kwa ajili ya kumbukumbu kumbu yako katika historia ya taifa letu. Punguza uoga kwa wapinzani. Wakati mwingine kutokubaliana ni neema, si tishio. Waache wapinzani wazungumze, maana sauti sauti yao hutoa nafasi ya kuonyesha utofauti wa hoja na si vurugu. Tujenge uwanja wa wazi, unaweza kushinda kwa heshima zaidi. Rudi kwa wananchi, hasa wale wa chini. Hakikisha unasikiliza kilio cha mama mjane wa Tandahimba au kijana asiyekuwa na ajira wa Tabora. Usisubiri taarifa za maofisa, tembea uone mwenyewe. Hapo ndipo nguvu ya ukweli ya kiongozi inaishi. Usisahau historia. Ukijenga mazingira bora ya uchaguzi huru wa haki na usio na hila, majina yetu wote tutabaki kuwa mashujaa wa kizazi kijacho. Hilo ni jambo ambalo hakuna e, kura itakuzuilia. Ita, ita, ita, ita nalo. Mwisho dada yangu na kumbuka, tabasamu e, linapunguza hofu hata ya e, sore anasema. Mwisho dada yangu, kumbuka tabasamu linapunguza hofu hata ya waliokuogopa. Tizama mbele lakini tembea kwa miguu ya busara ya nyuma. Niko hapa kama rafiki mshauri, na mtanzania mwenzako. Kwa heshima kubwa, Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano. Ehe, ChatGPT kamaliza hivyo, akasema nikitaka ni sasa nikupatie barua ya aina hiyo hiyo lakini kwa Tundu Lissu pia, kama ndio nitaunga kwa tone la ukali mchanganyiko na busara ili iingie rohoni ya upinzani wa kweli okay, sawa, naomba pia barua kwa Tundu Lissu. Sawa, tumuone atatuandikia nini kwa upande wa barua kwa Tundu Lissu. Haya basi, barua ya Kikwete kwa mfano wa ChatGPT, kwamba barua anamwandikia Tundu Lissu ni hii hapa. Barua ya siri kwa Tundu Lissu kutoka kwa Jakaya Mrisho Kikwete, Bagamoyo, Tanzania, Aprili 2025. Ndugu yangu Tundu, kama ambavyo huwa anapenda kumwita na kusalimia kwa jina la haki, upendo na amani, vitu ambavyo umekuwa ukivipigania kwa ari isiyoisha. Nasema wazi, we ni miongoni mwa wanasiasa wachache walioamua kuchukua njia ya uvumilivu kwa ajili ya imani zao. Kwa hilo nakupa heshima yangu ya dhati. Lakini sasa, ndugu yangu, nikukumbushe jambo moja. Vita vya haki sio kelele tu, ni mpango, ni mkakati, ni subira. Unapokea, unapokaa mezani na wananchi, usiwape hasira pekee, wape matumaini. Siasa siyo uwanja wa kupambana pekee, ni sanaa ya kushawishi. Huwezi kushinda mapambano ya kura kwa maneno makali tu, lazima ubadilishe hasira iwe dira. Watu wanataka rais mwenye hekima, si mpiganaji wa kila dakika. Wao husema nani ataweza kutuliza nchi, si nani atakayeweza kuchanganya zaidi. Ndugu yangu, upinzani wa kweli haumaanishi kuongea kila mara. Wakati mwingine, kunyamaza kwa akili ni silaha kali. Ukitumia muda wako sasa kutafuta marafiki zaidi kuliko maadui, utaona tofauti kwenye kura. Unaweza kuwa na hoja nzuri, lakini ikiwa sauti yako haitulii, watu wanapoteza hamasa ya kukusikiliza. Tafuta umoja wa upinzani kama ACT, NCCR na wadau wa mageuzi, mtaendelea kugawanyika. Okay sorry, anasema tafuta umoja wa upinzani kama ACT, NCCR na wadau wa mageuzi, mtaendelea kugawanyika, basi unawapa CCM ushindi kabla ya kura kupigwa. Huu ni wakati wa kusahau tofauti ndogo na kujenga jukwaa la pamoja. Mwisho, usikate tamaa, lakini kata kelele zisizo na faida. Kama unataka kweli kuingia Ikulu, jitengenezee picha ya rais mtulivu, mnyenyekevu, anayesikiliza, anayehimiza maridhiano, hata pale alipojeruhiwa. Huo ndio ushindi wa kweli. Siasa ni safari ndefu. Ukitaka kutembea mbali, tembea na wengine Ukitaka kwenda haraka, enda peke yako, lakini haraka hiyo haitakufikisha Ikulu. Niko hapa kama mzazi wa taifa, si kama mpinzani wako. Kwa heshima na busara, Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi siku ya leo nilipata wazo tu kwamba nijaribu kumuuliza baadhi ya maswali magumu sana ChatGPT, alafu nisikie nini mtizamo wake na nini ambacho ata nijibu, lakini amenijibu vizuri. Nina imani hata wewe pia umependa majibu yake. Niachie ujumbe wako hapo chini katika box la comment, niambie ni nani mwingine ambaye unatamani e, ni chati naye chat GPT anipe majibu mazito kama haya. Mimi nashukuru sana kwa muda wako. Naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media, siku njema iwe nawe, niseme tu kwa leo tuishia hapa. bye, bye.